Mswada umedhamiria kuvunja mila, desturi, tamaduni na imani za watu wa jumuiya ya Afrika Mashariki, maadili ambayo imekendiwa utunu ya maisha yetu kama vile heshima, aa heshima, mswada utii, adabu huruma, upendo kujaliana ya utani wa kabila utani wa kabila mgoni na muhenani, na, na nani, nane, nane, nane. Uhaene, nane wale utani wa kabila unat, unatujenga pamoja uh, imani kwa Mungu na mingine mingi ambayo, tue, ambayo tue Afrika Mashariki wanayazingatia. Kwa hiyo mswada uaa unadhamiria kuvunja hiyo. Nne, mswada unaondolea wazazi mamlaka ya elimu na malezi ya watoto wao. Unaelekeza kwamba jukumu la wazazi katika, kama mswada utapita, utapita ni kuwafundisha elimu ya ujinsia na afya ya kizazi maanake nini? Yaani wazazi sasa waufundisha habari ya ya matumizi ya mimba, ngono na wengine, sio si, si, kama ni jambo la ajabu sana. Kuna kina wazazi wengine wanachukua, wananunua kwa watoto wao vifaa hivyo, kondomu, uh, kwa mfano vidim, kwa watoto wengine, wengine hata kutoa mimba kwa watoto wao yani, yes, inaanza kuingia dhana kwamba ni mtoto au uhai mwanadamu ni hatari kwa mtoto kuliko kuliko kuliko shule, kwayo, shule. Kwa hiyo elimu ya shule ilikuwa mbele kuliko, kuliko mambo mengine. Kwa hiyo muswada unatuhamisha wazazi, badala ya kupasisha tunu bora tunu njema imani zetu maadili yetu kwa watoto wetu, sasa tuwafundishe mambo yaliyo kinyume na hizo tunu ambazo tumezishukulia tangu zamani. Najua kwamba jukumu la wazazi popote pale ni kupasia mila na desturi na elimu kwa watoto wetu kulingana na umri wao na jinsi zao, bali pengine katika nchi nyingine za magharibi imeshafikia wakati kwamba uh, hata katika kulala kwa sababu anasema uh, swala la, la jinsi ya mtu uh, uhuru wa mtu kuamua kwa mimi leo nataka kuwa mwanamke mwanamume akini taua mwanamke basi, tuheshimu anataka kuwa mwanamume, tuheshimu. Sasa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mtindo huo mtoto wa kiume ambaye anafikiri kwamba misukumo yake ya ndani ni mwanamke analazo bweni moja na, na wasichana wavulana wanacheza michezo na wasichana pamoja na kuoga na, kushikana local, local, local rooms ile pamoja, kuna fujo sana sasa. Haya sio mila zetu sisi wa Tanzania, walaza watu w wa sisi mwanaume ni mwanaume, ukiumbwa mwanaume ni mwanaume tangu mwanzo mpaka mwisho. Macho yako, meno yako, nguvu zako, rangi yako, kichwa chako, mwanaume mpaka dhamiri yako ndani, yani namna ya kufikiri ni mwanaume. Wenzetu wanasema hii, ah, hapana uh, wanasema uh, muda umri wa mtu kusema samini mwanaume au mwanamke akishapita puberty miaka 12, kuna 13, 14, na kama mtoto anaona kwamba kulelewa uh, kwa jinsia yake sio sahihi 12, wanafanyia operation, ndio ile ile ile gender transition, mwanamke kunakuwa mwanamume. Mswada namba tano, mswada hauzungumzi haw, kabisa imani za watu wa jumuiya Afrika Mashariki kabisa, hazungumzi kwamba kuna, kuna imani kwa Mungu, upitie Uislamu, upitie Ukristo, upitie iuzi kabisa, badala yake unasema viongozi wa dini wahusike katika kufundisha katika elimu ya jinsia yani uwache kwa imani mambo ya ngono na mambo ya aboshini kwa watoto wako. Mswada huu umezaliwa katika wazo ovu, nia ovu, na unasimamiwa na kutekelezwa na unasimamiwa katika utekelezaji wake na watu wa ovu. Kwa nini watu walioandika mswada huu hawajiulizi? Mara zote umekataliwa tangu toka uzaza salama elfu mbili kumi na mbili, kumi na mbili, kumi na mbili afya ya salama bado bado unaletwa, kuna kitu gani hapa? Kuna mambo mangapi wangependa wafahamu vizuri kuliko masuala ya ngono, ngono, kuto kutumimba kwa hiyo wanatarajia sasa, baada ya muda fikra zetu ak zitabadilika, tuwe kama wanataka wao. Sisi tuwe na lengo muhimu sana, ni jitihada za tangu zamani za kudhibiti ukuaji wa idadi ya watu duniani ukiruhusu matumizi makubwa ya mimba yanazuia uumbaji watu kuzaliwa ukiruhusu utoaji mimba unaua tayari mtoto ambaye tayari umeshafanyika hasa kwa hiyo unazuia watu yaani ile conception wakisha kabla ya kutungua mimba au bade kutungwa mimba ka, mimba imepatikana, abosheni sasa. Hatutaki mimba, hatutaki abosheni, ushoga, alafu ndoa za watu jinsi moja, hatimaye shanga shanga watu wanatembea tu uchi. Kwa nini? Sababu dhamiri, akili yao imeharibika. Na kuna mambo mengi katika mswada huu ambayo yametajwa na ambayo ni maovu kwa watu wa Jumuiya Afrika Mashariki. Swali lakini la muhimu sana ni hili, wapendwa, labda ni wezenini wana habari wangapi mlijua bado mswada huo? Wangapi unifahamu ule wa elfu mbili kumi na saba, mswada wa afya kiza, afya kizazi na ujinsia wa Jumuiya Afrika Mashariki elfu mbili kumi na saba? Nani anafahamu? Hakuna ukarekebishwa uka, uka, uka kidogo ukatoka kwa pili mwaka elfu mbili ishirini na moja. Nani, nani, ufahamu na uje? Sasa shida ya huu wa, wa sasa bado haujawekwa hata kwenye tovuti bado unaenda chini chini na ume, unabeba hela nyingi sana sanana watu wa usukumi kwa nguvu katika nchi zao. Sasa baada ya kule Arusha tulisema jukumu la kwanza ni kuendea kila mbunge katika nchi zetu, kumwambia hichi kitu unakijua? Sijabu wengi hawajui, ili kwa sababu ina miswadamishari miovi yote inaambatana pesa, na sisi ni maskini wa pesa, tunakubali ushakubali kuchukua kuchukua chambo ambacho, mtu kama vile ni kama ile samakiiokaziwan a ile chambo ya samaki kona ndoana yako sio? Unatupa ziwani, unavizia samaki, unamoposha, una ndivilivyo ndi, ndi, ndi, ndi, miswada hii yani, yani pesa ndio chambo. Samaki angejua kwamba atauwawa kwamba ni kile kwa nitakufa, asingesogea aasemaj, asingesogea, hajui kachambo kazuri sana, anakufa na ndio mswada huu, unapika kwa nguvu ya pesa. Ni mwambie ni ngapi ngapi ngapi, zipo zimetengwa kwenye kwa rubuni wa wabunge hawa. Nimesikia tu mimi, sijapata sijapata kwa mafunzo yangu nimesoma, ndio lakini wala kuna milioni kumi milioni kumi US dollars. Naam, na kila, ha, kila mbunge bunge leo zote hizo, kwa budget ya kuhamasisha wabunge hawa waweze kwa na na kuna kamati inapita kila kila kila, kila nchi na wanakana wabunge wale wa bunge la Jumuiya Afrika Mashariki. Sasa kama hujui kilichoandikwa ndani humo, unasema mbona mbona, jambo zima sana, pokea pokea pokea.